Waziri Mkuu Kassim Majaliwa amesema kuwa katika kipindi cha miaka minne ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan madarakani ameweza kutekeleza miradi yote ya kimkakati iliyoasisiwa na watangulizi wake ikiwemo ya Rais wa Awamu ya Tano, Dr. John Pombe Magufuli. Amesema kuwa Rais Dr. Samia ametimiza ahadi aliyoitoa kwa Watanzania mara alipoingia madarakani ya kuwa hakuna mradi utakaosimama chini ya uongozi wake na kwamba ataendeleza kila kilichoanzishwa na watangulizi wake. Amesema hayo katika kongamano la kumpongeza Rais Samia Suluhu Hassan kwa mafanikio ya miaka minne ya uongozi wake lililoandaliwa na waandishi wa habari mahiri wa mkoa wa Mwanza kwenye ukumbi wa Tunza jijini Mwanza. Kwa mambo haya matatu, utulivu wa nchi, mshikamano wa wananchi wake, umoja na ulinzi, na kuhakikisha kwamba taifa linakuwa limelindwa ndani na nje ya mipaka, huku unaenda kuingiza swala la kiuchumi linaweza kulifanya taifa likaanza mahali pazuri kabisa, na hicho ndicho kitu ambacho Dkt. Samia Suluhu Hassan alikianza katika uongozi wake. Sasa tunaposema haya ni kwamba lazima Watanzania wenyewe tushiriki, na kwa hiyo swala la kila mmoja kutambua umuhimu wa nchi hii kuwa nchi tulivu, nchi ya Watanzania wenye mshikamano ni jambo muhimu sana, na hili ni jambo endelevu. Tunahitaji nchi hii endelee kuwa ya Watanzania ambao wanaamini kwamba katika nchi hii ni nchi yenye amani na utulivu. Nataka niwaambie Mheshimiwa Rais Dk. Samia Suluhu Hassan aliwaambia tulieni, alipotoa hotuba yake ya kwanza ndani ya Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, alieleza mengi na akawapa matumaini wa Tanzania kwamba hakuna jambo litalala kila kilichoanzilishwa huko na serikali ya awamu ya tano na aliyekuwa rais wetu Dr John Pombe Magufuli, tutayaendeleza na tutaanzisha mengine mapya ili tuweze kwenda vizuri, kwa maana spidi ile ya maendeleo lazima iende kama ambavyo ipo. Na kwa hiyo kukaa na jitihada kubwa za utekelezaji wa miradi mbalimbali ya maendeleo, lakini Mheshimiwa Rais alitaka kwanza yale mambo muhimu ambayo kila mmoja anayagusa kila siku katika maisha yake yanasimamiwa na yanakuwa yanapata kipaumbele moja. Ahakikisha kwa huduma mbalimbali za kijamii zinaendelezwa na zina, zinapelekwa mpaka vijijini. Swala la afya, elimu, huduma za maji lazima ziendelee na ziboreshwe na zifike kwenye ngazi ya vitongoji. Sasa kurudia mafanikio kwenye sekta ya elimu. Mnajua kuhusu Rais Dr Samia Suluhu Hassan kuteuliwa kuwa mgombea wa urais wa CCM. Majaliwa amesema amefurahishwa na kauli iliyotolewa na mwenyekiti wa CCM mkoa wa Mwanza Michael Ushinge kuwa mkoa huo utaongoza tena kwa kumpigia kura nyingi za ndiyo mgombea urais wa CCM. Leo hapa nimeona mmefurahi sana tunapotamka Dr Samia Suluhu Hassan na mtu mmoja hapa alimsikia alipotamka, anasema vitano tena. <tabosikos> <Dr>. Samia <tabosikos> <Dr>. Samia <tabosikos> wote mnasema vitano tena kwa Dr. Samia. Maana yake kauli ya mheshimiwa mwenyekiti wa chama kwamba mkoa wa Mwanza utaongoza tena kupiga kura nyingi na mimi naungana na nyie kuwapongeza viongozi wetu hawa ambao leo tumekuja kujadili hapa ya mafanikio yao ya utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi, utoaji huduma kwa wananchi, mpaka wananchi wakaridhika wakafurahi kwamba tunakwenda tunajua. Huwezi kukosa changamoto, lakini sisi tunakaa vikao, tunajadili na tunawasikiliza. Mkisema tunawasikia, pale ambako mnataka kutuambia jambo, tunawasikia hata baba askofu Bagonza siku moja alisema tukamsikia, tunafanya marekebisho haya. Ndo mwenendo wa serikali yetu katika kuhakikisha kwamba mambo yote yanaenda vizuri. Akitoa maada katika kongamano hilo, mkurugenzi mkuu wa shirika la reli Tanzania, masanja Kadogosa, amesema rais Dr. Samia Suluhu Hassan alianza kanda ya ziwa kwa kuweka jiwe la msingi la ujenzi wa reli ya SGR ya kutoka Mwanza kwenda Isaka. Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan wakati anaapishwa tarehe 19 Machi mwaka 2021, aliyoyakuta na kama mlivyoona pale, ni kwamba alisema nitamalizia aliyoyakuta. Ninachotaka kusema ni nini kwa watu wa kanda yetu hii? Sehemu ya kwanza ambayo mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassani alianzia kwa Tanzania alianza kwa kuweka jiwe la msingi wa reli ya kutoka Isaka Mwanza au Mwanza Isaka, alianzia kwetu kanda ya Ziwa. Mheshimiwa Waziri Mkuu, jenzi hizi sio zinaendelea, sio kwa hapa tu, zinaendelea na sehemu zingine, kama tulivyoambiwa tunajenga mpaka Kigoma, tunajenga kwa maana hapa, Dar es Salaam, kwa, kwa hapa e, Mwanza na hapa Mwanza, malengo ya serikali ya awamu ya, ya, ya sita ni kuwa na bandari kavu kubwa. Kwa maana nyingine, sasa watu wenzetu wa ganda kule na, na South Sudan hawatahitaji tena kwenda mpaka Dar es Salaam. Watavuka hapa Mwanza watakiria bidhaa zao, watarudi Uganda. maana yake nini kwa watu wa Mwanza? mnajua maana yake nini? maana yake ni fursa za kufanya biashara, tunakokwenda hapa Mwanza tutakuwa patoshi. Lakini me Mheshimiwa Waziri Mkuu, nimalizie kwa kusema tu kwamba sio tu kwa Mwanza lakini nimezungumzia Kigoma leo tunakwenda Kigoma na tunamaliza ujenzi wetu kwa 2028 20, na hiyo unapozungumzia Kigoma kwa kupitia ziwa Tanganyika, maana tunazungumzia Katavi na Rukwa, na Mheshimiwa Rais alizungumza wakati alipokuja kutuwekea jiwe la msingi, ni kuifanya Mwanza kuwa senta au kuwa sehemu hubu ya ziwa kuu, kwa maana kwa biashara. Na hilo na hilo naamini naamini naamini kwa watu wa, wa ukanda huu wanajua maana yake ni nini. Naye mratibu wa kongamano hilo, Alois Nyanda, amesema kazi zinazofanywa na serikali zina manufaa makubwa kwa wananchi na taifa kwa ujumla. Mwaka huu tumepata fursa tena ya kuandaa kongamano hili la miaka minne, tukiamini kwamba shughuli zinazofanywa za serikali kwa namna yoyote ni kazi zinazokwenda kustawisha jamii ya Tanzania. Ndiyo maana tunamjadili Rais Samia, si kama kada wa chama chochote. Tunamjadili kama kiongozi mkuu wa nchi na mtumishi wa watu.